Mtanange majimboni na mimi ni mwandishi msomi naitwa Kehurumba Lebabas, leo hii tuko katika jimbo la Arumeru Magharibi. Koo ya kina Saitabau ni miongoni mwa koo ambazo zimejizolea umaarufu tangia tumepata uhuru kwa watu tofauti kutoka katika koo hizo kuwa viongozi katika nafasi tofauti. Wapo ambao walishioikuwa bunge, wapo ambao walishioikuwa wakuu wa wilaya, kwa mikoa na mawaziri. Leo hii kuna zao jingine tena la ukoo huo huo wakina Saitabau anafahamika kwa jina la Ojung'u Saitabau. Yeye ni mzaliwa wa Arumeru, ukanda huu wa Arumeru Magharibi. Katika jimbo hili la Arumeru Magharibi amekuwa ni miongoni mwa watu ambao wametia nia kupitia Chama Cha Mapinduzi kuomba ridhaa ya chama hicho kupeperusha bendera ya chama hicho katika uchaguzi mkuu wa mwaka elfu mbili na ishirini na tano. Yani, mwaka 2025 yani yaani mwaka huo Huyu hapa Ojung'u Saitabau. Naitwa Ojung'u Ole Saitabau ni mwananchi wa wilaya hii ya Arumeru Arusha DC kwa maana halmashauri, lakini jimbo la Arumeru Magharibi. Leo nimefika kwenye ofisi zetu za chama kuchukua fomu kuomba kuteuliwa kwa, kwa tiketi ya Chama Cha Mapinduzi ili niweze kuwa mgombea wa kiti cha ubunge kupeperusha bendera ya Chama Cha Mapinduzi na kupigania maslahi ya watu wa Arumeru. Hii itakuwa ni mara yangu ya pili kuomba ridhaa hii mwaka 2020 niliomba kwa bahati mbaya kura hazikutosha nimerudi tena ni jimbo langu la Arumeru Magharibi wanipendekeze ili nikapiganie maslahi ya jimbo la Arumeru Magharibi kama mnavyofahamu jimbo letu limejaliwa utajiri wa kila namna tuna kila kitu tuna rasilimali watu takriban watu laki na nusu kwa sensa ya mwaka 2022 lakini vile vile tumejaliwa na rasilimali ya kila aina tuna, tuna misitu ya kutosha tuna madini ya kutosha tuna maji ya kutosha, lakini zaidi kubwa tuna ardhi nzuri sana kwa ajili ya kilimo. Tulichokosa ni networking, member of parliament, mwakilishi wa wananchi mwenye uwezo wa kuunganisha makundi, kwa maana ya waheshimiwa madiwani ndani ya halmashauri husika hii, lakini vile vile kuunganisha na makundi mengine ya wadau wa maendeleo. Kwa ajili ya kusukuma mbele gurudumu la maendeleo, kwa maana ya kwamba serikali imepambana kwa nafasi yake kutengeneza njia za maendeleo. Nafasi iliyobaki sasa ni ya mheshimiwa mbunge na wawakilishi wengine, kwa maana madiwani, kusukuma mbele gurudumu la maendeleo pamoja na wadau wa maendeleo ndani ya jimbo la Arumeru Magharibi. Nimekueleza tumejaliwa kila aina ya utajiri ndani ya jimbo hili, tulichokosa maono makubwa ya kuwaletea wananchi maendeleo na kusukuma mbele gurudumu la maendeleo kwa hatua ambayo serikali imefikia ya kutengeneza njia za maendeleo. Sifa ya kwanza nafahamu jimbo la Arumeru Magharibi kwa maana ya Arumeru Magharibi yenyewe, kata zote 27, vijiji vyote 67, na vitongoji vya kutosha mia mbili na ushehe. Nafahamu vizuri, hiyo ni sifa namba moja. Pili, ninafahamu changamoto walizonazo ndugu zangu, muhimu zaidi, nimezaliwa ndani ya jimbo hili. Nimezaliwa ndani ya jimbo hili. Mimi ni mkazi halisi wa kata ya Kiutu, kijiji cha Waligilai, tarafa ya Nabwisho. Kwa hiyo nina sifa ya kwenda kupigania maslahi ya wananchi wa Arumeru kwa maana ya changamoto na mahitaji ya watu wa Arumeru. nimezaliwa Arumeru nimekueleza, lakini pili ni mkazi wa Arumeru na nafahamu changamoto zote wanazokumbana nazo ndugu zangu. Kitu tunachokiomba kwa chama e, chama cha Mapinduzi, chama ni chama kikubwa, ni chama chenye maadili yasiyotiliwa shaka. Ombi langu kwa chama, umri wangu sasa unatosha sana kutumwa, lakini zaidi e, pamoja na maadili mazuri ambayo tumeonyesha ndani ya chama kwa muda wote ambao tumeendelea kuwa chama wanachama, pamoja na kutumika vizuri ndani ya chama milango, kwa chama kwamba inipendekeze, ilete jina langu. Wanachama najua watapigia kura za kutosha, ili tukapeperushe bendera Chama cha Mapinduzi na hatimaye kwenda kusimama kama mbunge na mwakilishi wananchi wa Rumeru, kwa maslahi mapana ya mahitaji yao. Ojung'u Saitabau alipata udaktari wa heshima kutokana na namna ambavyo amekuwa na mchango chanya kwenye jamii yake. Kwa sasa anatambulika kama Dr. Ojung'u Saitabau, miongoni mwa vijana wachache wa Chama cha Mapinduzi ambao huwa wana ujasiri wakijipambanua kwenye mitandao ya kijamii na hadharani, wakieleza kile ambacho kimefanywa na serikali, lakini pia wamekuwa ni chachu ya kuwahamasisha vijana wengine kuiunga mkono wa serikali katika mambo na masuala mbalimbali huenda akipata nafasi ya kupeperusha au kurejeshwa kupeperusha bendera ya Chama cha Mapinduzi, hasa atakapoenda kwa wajumbe, atakuwa na mengi ya kuzungumza zaidi ya hichi ambacho tumekiona kwa siku ya leo amekizungumza, kutokana na itifaki hawaruhusiwi kuzungumza sana. Weka komenti yako hapo chini kistaarabu. Mimi ni mwandishi msomi naitwa Korumba Lebabas.